Tuna heshima kubwa sana mbele za Mungu na tuna shukrani nyingi sana kwake kwa namna ambavyo ametuwezesha. Tulianza kucheza ligi yetu ya vijana katika jimbo la Morogoro, ikihusisha michezo mbalimbali ya football, netball, drafti hata mashindano ya kula, na tumekuwa na washindi mbalimbali katika kila kada katika michezo hiyo. Lakini tulikuwa na timu kumi na sita ambazo zilishiriki ligi ya mpira wa miguu na timu kumi na sita ambazo ambayo zimeshiriki mpira wa netball. Leo tunafika hitimisho ambayo ni fainali. Tunamshukuru Mungu sana. Katika michezo yote hi tumeona vipaji mbalimbali mbali vya vijana ambavyo vimeinuka. Tumeona vijana mbalimbali kuonyesha mbali, vipaji vyao, lakini pia imewaweka vijana karibu sana na kuwaweka pamoja katika jimbo letu la Morogoro kwa kufahamiana, lakini pia kushirikishana vipawa kupitia michezo hii. Vijana wameshikilia vipawa mbalimbali na kufahamu kazi wanazozifanya katika shirika zao, lakini hata wengine ni waajiriwa katika taasisi mbalimbali mbali. Kwa hiyo kupitia hii wameweza kupata namna ambavyo wanaweza kufanya kazi kwa pamoja wakiwa wameshikilia na vipawa. Lakini tuna mipango mbalimbali nje na michezo. Kama jimbo tumeweza kuwakusanya vijana wote hawa na tumewaweka vijana kwenye database. Kama jimbo la Morogoro, tuna zaidi ya vijana mia sita sasa, lakini vijana hao mia sita wanafani mbalimbali na sisi tumeona kwamba tuweke kwenye fani zao. Morogoro ni eneo nzuri sana kwa mambo ya kilimo, tuwaweke vijana waweze kuwa pamoja katika mambo ya kilimo, washauri mambo ya kilimo, lakini kwa wale ambao wamesoma mambo ya ufugaji waweze kukaa pamoja, wafanye mambo ya kiufugaji kwa pamoja, wakitoa elimu kwa pamoja. Lakini kuna watu vijana ambao pia, ulimwengu wa leo ni ulimwengu wa tehama, wana mambo ya waliosomea mambo ya teknolojia, kwa hiyo tunaweka pia pamoja na wenyewe waweze kubuni miradi mbalimbali mbali katika jimbo, ili tuweze kuwa na miradi endelevu, vijana hawa waweze kujiajiri kupitia taaluma zao walizozisomea, na kanisa ilikiwa msaada wa kuwaweka pamoja, kuwashauri na kuwaelekeza, ili waweze kusonga mbele katika maisha yao.